Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, pasi na shaka upo salama kabisa. Askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula ametangaza kuyaunga mkono maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika leo Disemba 9 2025, lakini pia ana ujumbe kwa vijana wa Gen Z kuelekea siku hii ya leo ambapo maandamano hayo ya amani yalihamasishwa kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Lakini pia Askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula ametangaza sababu ni kwa nini anaunga mkono maandamano ya Desemba 9, yaani siku hii ya leo ambapo amechapisha e taarifa hizi kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii muda mfupi uliopita, Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula ameanza na ujumbe wa askofu kwa Gen Z siku ya maandamano ya leo tarehe 9 Disemba. Wapendwa Gen Z, sisi wazazi wenu tuliosoma sekondari katika ile miaka ya 1970 1980 na hata mwanzoni mwa mwaka 1990 tulikuwa na somo la literature kwa kidato cha tatu. Sisi tulisoma na kuchambua vitabu kadhaa vilivyo katika mpwatano ambao uliitwa African Writers Series. Vitabu hivyo tulijibia mitihani na viligawanywa katika mafungu ya mauzui kwenye mabano Zims ambazo ni self awareness, conflict, protest, revolution, tradition, love na kadhalika. Mauzui hayo yalikuwa ni maarufu sana kwa wanafunzi ambayo yalikuwa ni maarufu sana kwa wanafunzi ni matatu: conflict, protesti, na revolution. Umaarufu wake ulichangiwa na mambo matatu Tanzania kuwa kiongozi wa nchi zilizo mstari wa mbele katika mapambano ya uhuru kusini mwa Afrika, utashi wa Nyerere na mapinduzi ya Zanzibar. Lakini tulivutwa sana na kitabu cha Mine Boy kwa jinsi ambavyo kijana Zuma alivyokuwa akidai haki kutoka kwa makaburu kule Afrika Kusini. Hakika hatukujua kama takriban miaka 40 baadaye nchi yetu ingejikuta pia katikati ya makabiliano makali na watawala wa nchi yao. Sasa zile zimzi tatu protest, conflict na revolution zinako zinaonekana kufanya kazi katikati yenu, pengine kwa kuchangiwa na ile ya nne ambayo ni self awareness, yani kujitambua. Kama mnavyojua, sisi kama Askofu Mwamakula tuko mstari wa mbele katika kutetea haki. Tunatetea haki ya kuandamana kwa amani. Si jukumu letu kuzuia watu kuandamana popua, ni haki yao ya kikatiba. Lakini ni jukumu letu kuwataka watu kutofanya fujo za kuharibu mali kwa upande, na kutokupiga watu risasi na kuwaua. Kwa sababu hiyo, tunawasihi sana, wakati wa kuandamana maisha ya watu na no mali zao vilindwe. Tunatumia nafasi hii kwa mara nyingine tena ili kuwataka watawala kujizuia kutoa amri ya kuwa vijana wetu wa Tanzania. Kwa ujumla tunazo taarifa kuwa wanawake na wazee watajitokeza kuandamana leo, kwa hiyo tunawataka watawala kuwa makini ili kujiepusha na makosa ya tarehe 29 hadi tarehe 31 ya mwezi Oktoba kwa upekee wake, natoa wito kwa wakuu wa vyombo vyetu vya dola, hasa mkuu wa majeshi CDF, mkuu wa jeshi la polisi IGP, pamoja na mkurugenzi wa usalama wa taifa DGIS, kuwa makini na kuhakikisha vijana wao hawafyatui risasi kuua waandamanaji. Tunatahadharisha kuwa baada ya maandamano kuisha, nchi yetu itaendelea kuwepo lakini kutakuwa na mambo ya kuwajibishana kwa watu waliotumia vibaya madaraka yao na jinsi walivyoenenda wakati wa kipindi chote kuanzia Oktoba 29, 2025. Baada ya kuandika ujumbe huo kwa vijana wote wa Gen Z, eh, siku ya leo Desemba 9, Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula akaandika tena sababu za askofu kuyaunga mkono maandamano ya amani. Ndugu wa Tanzania, yafuatayo ni majibu ya askofu Mwamakula kwa wananchi, kwa mwananchi aliyetaka kujua hasa sababu za kuunga mkono maandamano ya wananchi ambayo hayajapata kibali. Moja, maandamano ya kudai haki hayahitaji kupata kibali kutoka kwa serikali ambayo inapinya haki. Serikali ya CCM chini ya Rais Samia imefinya haki za Watanzania, hivyo serikali hiyo haiwezi kutoa kibali cha wananchi hao kuandamana. Ni haki ya wa watanzania kuidai haki yao, kwani wao ndio wenye uamuzi wa kuiweka hata kuiondoa serikali madarakani. Wananchi wanadai kuwa serikali iliyopo madarakani haikuwekwa na wao wana haikuwekwa na wao wananchi, na hivyo hawaitambui. Hii ni sababu ya kwanza, kwa nini askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula anaunga mkono maandamano ya leo Disemba tisa. Namba 2, wakati Mwalimu Julius Nyerere akidai uhuru wa Tanganyika kwa Waingereza, hawakumpatia kibari, na ndiyo maana hawakumfunga jela. Hakuna haki inayoombwa duniani ikapatikana, bali haki hupatikana kwa njia ya kupiganiwa, hata kwa njia ya mashinikizo mbalimbali. Watawala wa dunia walio, walio, waliopora haki za wananchi hawawezi kuirejesha haki hiyo kwa kusikiliza maombi ya wananchi waliopolwa haki hiyo. Historia kama hiyo haijawahi kuandikwa duniani. Sababu ya tatu, kilichotokea tarehe 29 hadi tarehe 31 Oktoba ni uhalifu uliofanywa na serikali kwa kuwaua maelfu kwa maelfu ya wananchi, ndiyo maana hata marafiki wa CCM ikiwemo SADC wamelaani. Sikilizeni pia kauli ya taasisi ya Rais Mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki. Sababu ya nne, askofu hawezi kuiunga mkono mamlaka yeyote inayoua watu wake ili isalie madarakani. Pia askofu hawezi kuunga mkono viongozi wanaoingia madarakani kwa kuua watu wake. Kilichotokea tarehe 29 hadi tarehe 31 Oktoba ilikuwa ni uhalifu, uhalifu wa kuharibu mali na uhalifu wa kuwaua maelfu kwa maelfu ya Watanzania. Uhalifu wa kuua maelfu ya watu hauwezi kulinganishwa, ni uhalifu mbaya uliopitiliza. Walioamrisha na pia kuutekeleza uhalifu huo lazima wawajibishwe. Mimi ninasimama kuhesabiwa na Watanzania. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako mwanakondoo? Ameshinda, tumfuate. Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula. Hii ni taarifa kutoka kwenye pages za Askofu Mwamakula akituma ujumbe kwa vijana wa Gen Z, lakini pia kubwa zaidi, akitoa sababu za kwa nini anaunga mkono maandamano. Watu wengi wametoa maoni yao hapa. Huyu wa kwanza anasema, ziko sababu nyingi lakini hizi za taasisi za ulinzi na usalama za kupira watu na kuwalawiti kuwaua, kuwatesa, kuwatia ulemavu na matendo mengine ya hovyo ni sababu nyingine tosha. Hatuwezi kuwa na taifa la kipumbavu na la hovyo namna hii. Lakini pia mwingine akasema kwamba, e, maswali fikirishi kuhusu maandamano. Tumeambiwa kuwa kuanzia Desemba 9 na kuendelea kutakuwa na maandamano ya amani kwa ajili ya kudai haki zetu Maandamano hayo yatakuwa ni endelevu mpaka pale rais aliyepo madarakani aondoke, kama wasemavyo baadhi ya wale wanaohamasisha watu kuandamana. Maswali ya kujiuliza: moja, kwa kuwa maandamano yatafanyika barabarani, sehemu ambayo shughuli nyingi za kibinadamu hutegemea hapo, kama vile biashara, viwanda, ujenzi na kadhalika, kiasi ambacho itapelekea kusimama kwa shughuli hizo muhimu Je, vurugu zitazuilika vipi ikiwa serikali kupitia jeshi la polisi litaamua kuzuia waandamanaji ili kupisha shughuli hizo muhimu kufanyika? Je, hatuoni kuwa ile zana ya maandamano ya amani ni nyenzo tu ya kuwasaulisha watu na yale yaliyotokea ya tarehe 29 Oktoba? Namba mbili, kwa uzoefu tulio nao, Watanzania wengi hutegemea kipato chao cha kila siku kwa kutoka kwa ajili ya kufanya biashara, kazi na kadhalika. Kwa maana nyingine, mtanzania hawezi kula, kupata matibabu, malazi, kodi na nyumba isipokuwa baada ya kutoka. Ikiwa hayo maandamano yataendelea kwa masiku kadhaa, vipi hawa watanzania ambao hawawezi kupata mahitaji yao ya msingi isipokuwa mpaka watoke nje? Na mwingine pia akasema kwamba, baba askofu, unaunga mkono lakini je utakuwepo tutajumuika pamoja au unatusakazia wewe ukiwa nyumbani, unakula ubuyu wa CNN na Citizen? Tuendelee pia kutuendelea kutufuatilia zaidi hapa kwa taarifa mbalimbali, tujue nini kinaendelea. Lakini hali bado mpaka hivi sasa maeneo kadhaa maeneo mbalimbali ni shwari, isipokuwa watu wengi wamejipungia ndani, watu ambao wanaonekana nje ni wachache sana. Ukiangalia katika majiji makubwa kama Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Arusha, bado eh, hakuna sehemu ambako imesikika kwamba maandamano yameanza eh, kwelikweli. Kwa hiyo tutazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa tuchemoni yako kwa ujumbe huu wa askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula.